Salama, hmm. Salama. Unaendeleaje ndugu ya si hmm. Ah, yangu bwana, nikuwa tu nataka nikupe pole kwa aliyokukuta juzi. Nilikukuta katika alimbaya hmm. hmm. Ilikuwa ni kule bondeni nikawakuta vijana wawili wamekaa pa Nikawaangalia sana wanachokifanya, na nikakuangalia na wewe unapopita, nikakuonea huruma, nikaenda nikawakataza wale vijana, nikaondoka. Kwa hiyo pole bwana. Hao ndio mwanga mwenyewe. Wewe waonaje? Hayo sio maswali, sio maswali. Maswali maana yake ukiona kitu na wewe sababu uweze kumuona mchawi. Wewe sio mchawi? Sawa basi, hmm. ila mimi ningekuwa mchawi

huko. <coughs> <coughs> Ngoja, ngoja. Sasa unajua nini, mimi nishaandamwa sijui na mikosi. Mimi katika kutembea zangu marangu, mara ya kwanza ni... Nilikuwa nimeenda kwa Mzee Asmani huko. Ndio kule bodeni kule. Eh. Sasa nimekutana naye. Ah, muda sasa sinaanza kupiga na fimbo. Mwanangu mimi niliumia sana. Sasa leo tena sasa. Kareko piga vita kwa nani kwa Mzee Asmani tena? Nyoka baba bwange leo jitu. Eh. Wa, sasa mwanangu. Mguu huu hapa mimi hapa eh. Nilikuwa na, na nilikuwa na tunatoka hapa. Kuna sema ambapo nilikuwa nataka niende ah, ah, kwa kwa mtaalamu. Ngoja. Umesemaje? Huu mguu hapa nilikuwa nafunga mlango nilikuwa nataka niende kwa kwa mtaalamu. Hata nisikilize mwanangu eh, Shona eh. Kama hautojali kulingana kwa changamoto zako zonazo, naomba basi tuongozane tuende kwa mtaalamu. Atasaidia kweli. Acha mambo ya dharau dharau bwana. Kama utaki ni wewe. Eh. Kama nataka ah, basi, si, leo, sa, Ma, sa. Basi, ngoja. Eh. Mambo si. Acha mambo si ndoaye bwana. Twende.

Sasa <tots> nimekufa hapa shekhe, unaniuliza mimi mzima, mimi niko safi au kuna tatizo gani? Niambie, uliona hapa kuswali <tots> <tots> uh. <tots> msikitini azana asi <Yes, yes, yes. tots> unaniuliza naelekea wapi? Msikitini kuswali, kakamilisha ibada kwa Mwenyezi Mungu, ana shida au uiaioeskaawilikskananasiaa sivui nguo unasimama na mguu mmoja tuelekee msikitini, ila usipende kutumia hivyo vinywaji ambavyo vinakulevya namna hiyo. Mimi sijalewa au, nisimame na mguu mmoja ndio? Amini kama sijalewa. Mimi niko sawa. Basi, bas bas, inatosha inatosha, inatosha. Twende tumsikitini, twende na kofia. Wewe unatokea karibu, tangulia. kwani nachukua nini nyuma huko? Labda nachochukua kwako. Sawa, nakuja.

kushoto mara tatu <coughs> kulia mara tatu kushoto mara tatu. <coughs> Nimewaona, nimewaona katika TV yangu pendwa, kuna mtiani nauona mbele yenu. <coughs> nitakuwa mgeni wa nane, kuna ngono naiona nganya unajua mimi naongea na watu wengi sana. Nilikuwa naongea na Cross. akaniambia kuna ugeni unakuja. na bila shaka mmekuja. Mnaweza mkasema shida zenu. Mtaalamu, nilikuwa nimekuja hapa kuhusu majambo yetu yale, lakini kuna mwenzangu nimekuja naye ana mazito zaidi. Kwa nilikuwa naomba kwanza msikilize, mtaalamu. <laughs> nimeona katikati yangu pendwa nikajua tu kuna kimondo shida

mimi atindengani mimi yakunywa. Mm. mbona kazi leo ipo? <laughs> Na nami nasema awa ni wezi Mm. Mbona tukuelewe. Utanielewa kwa mganga inakuwashe kie kipwetua nimeshasema. Kwani mbona unapenda kufatia mambo ya watu. Ala. Shida nini? Na mimi najiuliza we ni wa kike a niwa kiume ah. Una utaka? Nini? Otea. Tuende ukome, tena ukome na ulege. Yaani, mganga nilikuwa na kuvumilia mganga. Na hiyo shedo uliyoipaka ni nini? Nani kavaa shedo? Wewe. Eti kavaa. Nani kapaka shedo? Eti kavaa. Nani kapaka shedo? Aini usu lakini. Au me left group. Mama. Aini usu. Lakini mimi nawasaidia binadamu. Kipini. Kama wakike au wakiume. Kipini. Unaonekana lakini una roho ngumu sana. Unajichobokesha. Utamwambaje mtoto wangu mishoga? Inawezekana. Wewe anakuhusu kujua jinsi kujua kama wakike au wakiume. Hmm. Hata kuingilia mambo yetu. Sawa. Na kuana. Unanengenaka. Unajichobokesha. Ni vile uno la uzazi basi. Sasa sikiliza We, ni mtu mzima au mtoto? Utajua wewe nasi wasi mm. na wewe <laughs> na hiyo kanzu ulioivaa mama, unatia huruma, unajua unavovaa mm. mm. Alafu unabishana na mimi, unanijua? Sina haja kukujua, kwa sababu nishakujua toka kitambo. Sasa ukitaka kunijua, kaulize mtaani. Unautaka eh? Unaitaka yako, unalilia yako. Wewe yako wewe yako wako. Mimi ndo Kidi mlande, heza dunia sijawahi kushindwa na kitu. Sasa, leo kinakulamba subutu. Mtoto hmm. mdogo wewe, kini lande mie, ni mekwefa mishale toko totoni wewe. Hii nipata sasa hivi kuwani. Usinizalo kuona mimi mdogo, mambo yangu ni makubwa sana. Na unaonekana. Shobo, unamishobo kekita. <laughs> ha <laughs>